Serikali kwa kushirikiana na Shirika la Kazi Duniani, ILO, pamoja na Chama cha Wafanyakazi CHODAWU, imeanza kutoa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani ili kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha haki na wajibu wao unalindwa kama ilivyo katika ajira nyingine za staha. Mratibu wa Dawati la Wafanyakazi wa majumbani kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu, Halima Sufiani, akizungumza jijini Arusha wakati wa utoaji wa elimu hiyo amesema mpango huo ni miongoni mwa hatua ya Serikali kuelekea kuridhia mkataba wa kimataifa wa ILO namba 189 unaotambua na kulinda haki za wafanyakazi za ndani. Ni vigumu sana kumtetea mtu ambaye yeye mwenyewe ajitambui ni nani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapa elimu ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba mnajitambua, ili siku mkisema haki yangu imevunjwa basi, tunakuwa tunajua tunaongea na mtu ambaye anaelewa kitu gani anaki anachokipambania hapa mtakapotoka hapa, mtakuwa mmeshajua viwango vya ajira wanaita employment standards, na tuna makusudi ya kuweka somo kama hilo, viwango vya ajira vikoje, lakini mtajifunza pia masuala ya sheria za kazi za msingi basic, lakini pia tumeweka somo la ujasiriamali. Uwezi ukaishi tu ni domestic workers au mfanyakazi wa majumbani mpaka kufa. Baadhi ya wafanyakazi hawa wa majumbani wanautaja mpango huo kuwa mwarobaini utakaowapa heshima. Natolia mfano, mtu ametoka mkoani Kigoma ameenda labda mkoa wa Dar es Salaam, akifika ndani ya nyumba mtu anakuwa amefungiwa ndani ya geti na anapitia madhira makubwa, lakini kwa serikali yetu imekuwa ni ngumu kuwafikia wale wanaoishi kwa ajili. Lakini leo tunashukuru sana hii Shirika la Kazi Duniani ILO liko hapa kwa ajili ya kutufunza. Lakini unakuta mtu mmoja anafanya kazi zaidi ya watu wanne au watano peke yake pasipokuwa wewe kujielewa. Sasa unapopata elimu namna ya kupangilia kazi zako, hapo ndo tunapotaka jamii ielewe wewe natakiwa ufanye kazi gani na mshahara wake utambulike. Mpango huo unalenga kuhakikisha kazi za ndani zinalinda utu, kuzingatia sheria na kuchangia maendeleo ya jamii. Kwa nini tumeanzisha hili dawati au kwa nini kuna huu mradi w unaoshughulikia sekta za masuala ya wafanyakazi wa nyumbani kutokana na kwamba jamii bado haijatambua umuhimu wa sekta hii. Sekta ipo, sheria imetambua, lakini jamii haijatambua kwamba watu ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Pia wenyewe sisi wafanyakazi wa, wa, wa majumbani tulikuwa bado hatujajielewa kwamba tunafanya kazi na sisi ni waajiriwa, kama waajiriwa wengine. Kwa hiyo kupitia uh, kozi hii fupi uh, nategemea kwamba nyinyi sasa mtakuwa mabalozi ili muweze kwenda kutoa sasa mafunzo kwa wengine sisi hatuwezi kuwafikia wote, lakini tunapowafikia nyie, tunajua elimu ni rahisi kusambaa zaidi, kwa sababu katika vyama vyenu mna, mna, mna vikundi vyenu, mna majirani zenu, mna marafiki. Kwa hiyo tunaomba, mkitoka hapa, mwelewe kuwa nyie ni wakufunzi, kwa sababu sio kwa ajili ya kuwaboresha tu mazingira yenu ya kazi, lakini kwa ajili ya kuboresha mazingira kazi ya, ya wenzenu ambao bado hawajapata hii fursa.